Naam, tunapofungua somo letu leo katika Zaburi sitini na tatu kichwa kinasema, zaburi ya Daudi alipokuwa katika jangwa la Yuda. Na niwaambie, jangwa la Yuda lilikuwa mahali pa ukiwa, ni ni maelfu ya ekari za vilima vilivyopigwa na jua. Sasa katika mstari wa tisa Daudi anaeleza kwa nini yuko huko. Anaandika, wale wanaotafuta kuangamiza maisha yangu watashuka chini katika vilindi vya dunia. Sasa Daudi kwa wakati huu ni mkimbizi jangwani, yeye ama anakimbia kutoka kwa mfalme Sauli au zaidi ya uwezekano, kutokana na vidokezo tunavyoweza kuunganisha, yeye yeye labda anakimbia kutoka kwa mwanawe mwasi Absalomu ambaye, ambaye amepanga jaribio la kuchukua kiti cha enzi cha Israeli. Sasa katika Zaburi hii Daudi e kwa kweli anatoa mwongozo wa kutusaidia kila tunapojikuta katika hali ya ukiwa hii, mahali pa kiroho pa ukiwa. Kwa hiyo tujifunze kutoka kwake. Anaandika hapa katika mstari wa kwanza, e, Mungu wewe ndiwe Mungu wangu, kwa bidii na kutafuta nafsi yangu inakiu, nawe mwili wangu unazimia kwa ajili yako, kama katika nchi kavu na yenye uchovu, ambapo hakuna maji. Unajua, Daudi anaelezea dunia kama mahali ambapo haitakutosheleza. Hii ni, hii ni dunia kavu sivyo? Eh, kwa maneno mengine, ikiwa una kiu ya kitu halisi, ikiwa ikiwa una kiu ya kitu cha kudumu, basi dunia haina aina hiyo ya chemchemi ya maji, haiwezi ukivi kiu yako. Sasa tunaweza kupewa vitu vingi, unajua kutuburudisha kutufanya tusahau kiu yetu na njaa yetu. Leo tuna burudani nyingi. Kwa kushangaza, neno burudani linamaanisha kufikiria, kwa kiambishi awali a, burudani inamaanisha kutofikiria au kuvurugwa kutoka kufikiria. Burudani inaweza kukufanya uwe na shughuli nyingi ili usifikirie. Na hakuna tatizo na bustani ya burudani. Kwa kweli u uh, wakati watoto wetu walipokuwa wakikuwa tuliwapeleka kwenye maonyesho ya jimbo yanayofanyika kila mwaka hapa hapa katika mji wetu wa Raleigh, North Carolina u uh. Watoto walipenda safari za michezo u uh, kusema kweli nilikwenda kwa ajili ya chakula u uh, ningejipenyeza hadi kwenye kibanda kimoja maalum na ningesubiri moja ya zile snika zilizokangwa kwa mafuta mengi Wangechukua snika, wangechoma kijiti kidogo kupitia ndani yake na kuifanya ionekane kama kondog. Wangeifunika na unga, kisha wangeiweka kwenye sufuria ya mafuta ili kuikanga kwa mafuta mengi. Baada ya sekunde chache, ile pipi ingeayuka ndani na nje, ingekuwa laini na crispy. Kisha mpishi ambaye wazi alijua kupika alizungusha kwenye sukari ya unga. Aliponipa, unajua, karibu nilisikia alta yangu ikifunga kwa nguvu. Sasa wazi, sikuwa nafikiria sikuwa nafikiria sana pale kwenye bustani ya burudani lakini hakika ilikuwa nzuri. Naam, hivyo ndivyo Daudi anavyoelezea ulimwengu. Inaweza kuwa tamu, ya kufurahisha, ya kuburudisha, lakini si nzuri sana kwako. Itakuacha ukitamani kitu kilicho na utajiri zaidi, kitu cha kina zaidi, kitu chenye maana zaidi. Unaona, David ana kiu ya Bwana. Anaandika hapa kwamba anatafuta Mungu kwa bidii. Neno hili kwa bidii linaweza kutafsiriwa mapema. Hivyo mwanzoni mwa siku David anavutwa kwa Bwana kwa kiu yake ya kiroho. David pia ana njaa ya mambo ya Mungu. Anaandika hapa katika mstari wa tano nafsi yangu itatosheka kama kwa chakula kilicho na mafuta na kilicho na utajiri na kinywa changu kitakusifu kwa midomo yenye furaha. Sasa haongelei kuhusu snikabar iliyokangwa kwa mafuta hapa. Kwa kweli umewahi kufikiria ukweli kwamba kutembea na Mungu ni kama kula mlo uliotayarishwa vizuri. Mlo unaolisha nafsi, unaoridhisha moyo itageuka kuwa mlo wa shukrani kwa njia kama inavyofanyika hapa na David ambaye anaanza kumsifu Bwana kwa midomo yenye furaha sasa David anabadilisha sitiari kutoka kwenye meza ya chakula hadi kule bustanini. Anaandika hapa katika mstari wa nane nafsi yangu inakushikilia, mkono wako wa kuume unanitegemeza. Picha hapa ni ya mzabibu unaoshikilia ni maelezo ya David akimshikilia Mungu yaani kumweka Bwana karibu, lakini utaona kwamba mkono wa kuume wa Mungu unamtegemeza. Mkono wa kuume ni mkono wa nguvu, huo ndio. huo ndio mkono wa mamlaka, wa enzi, na huo unamshikilia David. Kwa hiyo David anashikilia kwa imani, na mkono wenye nguvu wa Bwana unamtegemeza David. Kwa hiyo uhusiano huu ni wa pande mbili. Najiuliza kama mbili Samueli 17 ilikuwa ni msukumo wa Zaburi hii, kwa sababu David yuko mbioni kutoka kwa maadui zake, ameketi nje jangwani, amesalitiwa uh, yeye yeye yuko na familia yake, wana familia, ana kikosi kidogo cha askari, ana ana marafiki wachache, na hawajui nini cha kufanya baadaye. Kisha ghafla hii magari yanatokea yakiwa yamejaa chakula na vifaa vilivyotolewa uh na marafiki waaminifu. Bila hata kuulizwa, marafiki zake wanafika tu na maelezo wanayotoa hapa katika mstari wa ishirini na tisa ni haya: watu wana njaa na wamechoka na wana kiu jangwani. Hii ni picha nzuri ya kile Bwana anachofanya kwako na kwangu u uh, hadi leo. Ni ni msaada wake, msaada wake, utoaji wake unafika tu kwa wakati mwafaka wakati mwingine tu katika dakika ya mwisho. Labda ni neno lake, kifungu kinachotia moyo moyo wako. Inaweza kuwa rafiki anayekupigia simu au uh, anakutumia ujumbe. Mungu anakutana nawe na na anakupa msaada sahihi wa kukutia moyo njiani. Labda hicho ndicho unachohitaji leo, uwe labda unawajua watu fulani, uwe wanaokuhitaji leo labda unahitaji kuendesha gari lako hadi kwao na kuwapa moyo. Wana wana njaa kiroho, wana kiu, wako mahali pa jangwa lililo tupu. Sasa zaburi inayofuata Zaburi sitini na nne ni zaburi fupi, lakini ina mada inayojulikana tutakayo itambua. Daudi anaandika kuhusu jinsi ya kukabiliana na maneno ya kuumiza na yanayovunja moyo Anaomba hapa kwa ajili ya nguvu za kuvumilia yote. Anaandika katika mistari hii ya mwanzo kwamba maadui zake wana ndimi kama panga, wanaolenga maneno machungu kama mishale, wakipiga kutoka mafichoni kwa wasio na hatia, wakimpiga ghafla na bila pofu. Na maanisha wanampiga Daudi kwa mishale na, na wamechovya kwa maneno yenye sumu. Unafanya nini unaposhambuliwa kwa ghafla namna hii kweli? Kwa kusema ukweli, haupaswi tu kusimama pale na kuona ni mishale mingapi unaweza kuvumilia. Wewe nenda kwa Bwana, unampelekea Bwana yote. Uwezi kuvumilia haya peke yako. Hicho ndicho Daudi anafanya hapa, anatafuta haki kwa Mungu pekee, anakimbilia kwa Bwana. Na Daudi anaandika hapa katika mstari wa kumi. Anakwenda kujificha kwake kwa, yaani, kwa Bwana. Sasa Zaburi sitini na tano iko mbali kabisa na uwanja wa vita kama unavyoweza kufikiria. Inaonekana kama Daudi anatuchukua kwenye shamba lenye maji mengi, u udongo ni wenye rutuba, ni wenye unyevunyevu. Hii ni sehemu ya ndoto ya mkulima, na na mistari imejaa sasa na sifa kwa sababu ya baraka zote alizopokea kutoka kwa Mungu. Katika mstari wa pili uh, Bwana anasikia maombi ya wale wanaokuja kwake na moyo wa haki. Katika katika mstari wa tatu anamsifu Mungu kwa neema yake. Anaandika, wakati maovu yanaposhinda dhidi yangu, unafidia makosa yetu. Kila mkulima anayesoma zaburi hii anaelewa kina cha sifa za Daudi anapoandika hapa katika mstari wa tisa unatembelea dunia na huimwagilia maji, unaifanya iwe tajiri sana. Mto wa Mungu umejaa maji, unatoa nafaka yao, kwa maana umeiandaa hivyo. Unamwagilia mifereji yake kwa wingi, ukitengeneza matuta yake, ukilainisha kwa mvua na kubariki ukuaji wake. Kama nilivyosema, hini hii ni zaburi inayopendwa na wakulima. Hii ni njia nyingine ya kuelezea kuridhika ambako Mungu pekee anaweza kuleta, wakati mioyo yetu inakuwa kama mashamba ambayo Mungu anafanya kazi. Na Daudi, Daudi anaandika hapa kuhusu mavuno mengi, wakati wa mavuno, hapa katika mstari wa kumi na moja: unatawaza mwaka kwa wema wako, njia za magari yako zimejaa wingi, malisho ya nyikani yamejaa, milima inajivika furaha, mabonde yanajivika na makundi ya kondo, mabonde yanajivika na nafaka, wanapiga kelele na kuimba pamoja kwa furaha. Sikiliza mpendwa, kinachofanya Zaburi hizi ziwezekane, e, kinachozifanya ziwe za kuvutia sana, kinachotupa usalamana na kuridhika ni uhusiano kati ya utifu wetu kwa neno la Mungu na uaminifu na utoaji wa wakati unaofaa kutoka kwa mkono wa Mungu. CS si Lewis aliwahi kuandika kwamba furaha ya kweli maishani, kuridhika kwa kweli, ni uvumbuzi wa Mungu. Shetani hajawahi uweza kutengeneza furaha halisi hata moja maishani. Kile bora zaidi ambacho shetani anaweza kufanya kwa njia ni kukuburudisha kwa muda mfupi. Labda unapata kitu cha kula ambacho huenda hupaswi kula zaidi ya mara moja kwa mwaka, ikiwa hata hivyo si kizuri kwako. Kuridhika kwa kweli na kudumu vizuri, hicho ni kitu tunachopokea kwa kutembea na Mungu. Nafikiria tu kile kilicho mbele yetu, fikiria raha za mbinguni zijazo, kumwona Mungu, kumwabudu Bwana, ushirikiana na waliokombolewa. Kutembea kwenye barabara za dhahabu, kando ya mto ambao tunaambiwa unatiririka kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu, kufurahia matunda mwaka mzima kutoka kwenye mti wa uzima, bustani hiyo inayokuwa kando ya mto ufuo. Yote hayo na mengi zaidi, hayo yatatutosheleza siku moja, na yatadumu milele, itadumu milele.